Baada ya kifo cha aliyekuwa mbunge wa jimbo la Ludewa Deo Filikunjombe aliyefariki dunia Oktoba 15 mwaka huu kwa ajali ya helikopta, Chama cha Mapinduzi wilayani humo kimempitisha Deo Ngalawa kuwania ubunge wa jimbo hilo. Deo Ngalawa aliyechaguliwa kwa kura 537 kwa sasa anasubiri vikao vya juu vya Chama cha Mapinduzi yenye mamlaka ya kumteua mgombea atakayepeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi wa mbunge unaotarajiwa kufanyika Desemba 20 mwaka huu kwa mujibu wa ratiba ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, NEC. Taarifa yake Mala Msigwa kutoka Ludewa mkoani Njombe inafafanua zaidi. Ni takribani wajumbe zaidi ya elfu moja wa mkutano mkuu maalum wa kura za maoni kupitia chama cha mapinduzi CCM katika jimbo la Ludewa mkoani Njombe. Kazi kubwa iliyowakusanya hapa ni kumchagua mgombea wa nafasi ya ubunge atakayepeperusha bendera ya chama hicho, huku mkutano huo ukitanguliwa na salamu mbalimbali za kumkumbuka marehemu Deo Filikunjombe na juhudi zake za maendeleo alizofanya kwa wanaludewa baada ya mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi ndugu Deo Filipu Njombe kufariki dunia kwa ajali ya chopa, maana tulishakuwa na mgombea wetu tayari wakati ule. Nawaomba msimame kwa dakika moja kukumbuka marehemu. Bwana Lukas Nyanda ni katibu wa wazazi CCM mkoa wa Njombe, ndiye aliyetangaza matokeo na kumtaja bwana Deo Ngalawa kuwa amependekezwa kugombea nafasi ya ubunge jimbo la Rudewa kwa kupata kula 537 na kwamba wenye maamuzi ya kumteua rasmi mgombea ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi itakayoketi Novemba 14 mwaka huu. Na aliyemfuatia zaidi ni ndugu yetu Filikunjombe, yeye kapata kula 501 na moja na mwisho ni ndugu Ngalawa wa Francis Deogratias, yeye kapata kula 537. Jumla ya wagombea kumi wa nafasi ya ubunge kupitia CCM katika jimbo hilo walijitokeza na baadaye wagombea watatu wakajitoa, huku wagombea Filipi Filikunjombe na Deo Ngalawa wakichuana vikali kwa kuzidiana kula 36 na Emmanuel Mgaya almaarufu kwa jina la Masanja Mkandamizaji akiambulia kula 19 ambapo awali walipata nafasi ya kunadi sera zao ni kwamba kimsingi kufanya mambo makubwa yote ambayo ndugu yetu alianzisha na ameacha hayajamalizika, hayajamalizika kwa namna tatu. Yapo ambayo tayari ilikuwa yanafanyika. Tuna ndugu zetu, wadogo zetu, tulikuwa tunawasomesha, wameishia mahali fulani, leo ndugu yao imezimika. Wale watu wanahitaji mwanga ili waweze kusonga mbele, kitu ambacho nakiona kwa wilaya yetu au jimbo letu, elimu imeshakuwa ni tatizo, kwa maana ya kwa kwamba vifaa kwenye mashule hamna uhaba wa walimu na vitu ambavyo vinafanana na hivi, lakini maendeleo ya Ludewa hayataletwa na PhD, yataletwa na mbunge ambaye ni mchakalikaji, ambaye sio muda wote umepiga koti unaongea kisomo. Kwanza wasomi wanashinda kwenye maendeleo, mkianza kuomba maendeleo hapa, tunaongelea swala la maji, wanataka kuleta usomi hii. Ili kupata maji lazima uchukue, iko tu digri, digri lete maji, digri ya nini? Kutoka katika viwanja hivi vya CCM wilaya Ludewa. Ni mimi Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Msigwa wa Azam News.